Tuna fedha shilingi milioni 801 kujenga kituo cha afya kata ya Mbaha. Ujenzi unaanza baada tumepata mkandarasi, kwa hiyo kazi itafanyika ndani ya miezi minne itakamilika. Ni mfano tu, lakini tuna vituo vingine hapa ambavyo tumeweza kujenga pamoja na zahanati kumalizia maboma, mashughuli yote. O ni jitihada kubwa, nashukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa jina anaitwa Cosmas Seveni Nyoni Mabano Lindongo ni diwani kata ya Ngumbo, lakini pia tunamshukuru rais kwa ujenzi wa zahanati. Kijiji hiki ni kijiji ambacho kilikuwa kina zahanati kwa miaka mingi sana, na ilikuwa ni kilio kilio kikubwa cha zahanati. Lakini pia tunashukuru tumepokea milioni mia saba na kumi ambaye imeenda kutekeleza kituo cha afya ambacho kinahudumia kata mbili, kata ya Ngumbo na kata ya Liundi, ambacho kipo pale Mkiri. Ni kituo kikubwa, lakini juzi juzi kwenye kituo hicho tumeto, tumetoka kupokea ambres Udumia, nzime, aluhua, ambaye ambulensi itahudumia tarafa nzima ya Ruhuhu ambayo yenye kata tano, lakini tunashukuru pia tumepokea milioni mia nane na kumi kwa ajili ya ujenzi wa kituo kipya tena cha afya katika kata yetu jirani, kata ya, ya Mbaha. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwenye upande wa afya rais ametendea haki, na sisi kwa niaba ya wananchi wa kata ya Ngumbo tunasema zawadi yetu kubwa ni kumpa kura zake zote za ndio.